Afisa mtendaji wa kata hiyo kwa majina ya Dakson Jonas e, Kamendu e, mtendaji kata kijiji cha Ikumbilo aligundua mchomo kwa nyumba vyumba viwili e, inayomilikiwa na askari polisi mkaguzi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Nsajigwa Mwajeka. Huyu ni askari polisi kata wa eneo hilo, lakini pia e, ni askari wetu wa wilaya ya Ileje katika u, vitu vilivyoungua katika vyumba hivyo kulikuwa na nguo za kiraia, nguo za polisi, sare za jeshi, kwa maana hiyo vyombo kadhaa vya ndani, alikuwa na mahindi kidogo, kitanda na godoro lake na vitu vingine vidogo vidogo. Thamani ya vitu ambavyo vimeteketea na moto huo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni mbili. Chanzo cha tukio kinachunguzwa, lakini inaonekana vitu e, vilikusanywa na kuweka kwenye kitanda nguo na kuchoma, kwa sababu zimekutwa nchi za rujerite katika eneo lile. Mpaka sasa hatujakamata mtu nkaja, uchunguzi unaendelea. Kuna watu ambao tumeshapata taarifa tunawafuatilia, na tutakapokuwa tunaendelea tukiwakamata na kuwahoji, basi tutatoa taarifa kamili nini hasa sababu ya kufanya tukio hili. Na tukio limefanyika wakati askari huyu akiwa kwenye kutekeleza kazi zake maalum usiku na kazi alikuwa anazifanya kwa hiyo hakuwepo nyumbani. Mbinu iliyotumika ni kuvunja mlango kwa kupiga teke au na kitu kizito eh, na kutekeleza uhalifu huo. Kwa, kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi, endapo eh, tutawabaini hao waliofanya vitu na nini hasa sababu ya kufanya hivyo, basi tutatoa taarifa eh, kwa kadri nafasi itakapokuwa na inaruhusu. Niseme tu, kwa taarifa ambazo tunazo haihusiani kabisa na tunafanya uchunguzi, hauhusiani kabisa na mambo ya siasa, ni mambo ya kijamii huko. Tutaendelea kuchunguza, tutapata majibu, lakini niwatoe wasiwasi, hauhusiani kabisa na mambo ya siasa, kwa sababu nasikia yule alikuwa akifanya kazi vizuri kabisa, hata kiongozi wa wananchi pale eh, kwenye kata yake, nasikia na wanampenda, lakini hatujui tatizo ni nini. Kwa hiyo wasiwe was, was, was, na hizo taarifa zingine ambazo sisi hatujazipata, kama itathibitika hivyo basi tutapata tutoe, lakini mpaka sasa hatujapata kuzungumza na mambo ya kisiasa nasikia labda ukafanya kazi yake vizuri katika kata yake, na hata mashuhuda wanasema hivyo. Ukienda katika eneo lake anafanya